Mradi wa ujenzi wa kiwanda cha kutengeneza nguzo za zege ulianza rasmi tarehe 30 Oktoba 2024 baada ya kusainiwa mkataba baina ya TCPM na mkandarasi Msangi Enterprises kwa ushirikiano wa joint venture na mkandarasi Bahaji Construction Limited, ambao wote ni wazawa, ambao kampuni zinatokea Dodoma. Mkataba huo ulisainiwa tarehe 28 Oktoba. Thamani ya mradi huu ni shilingi za kitanzania bilioni 6 milioni 871 laki 5 na elfu 80. muda wa utekelezaji wa mradi ni miezi tisa tangu tarehe ya kusainiwa mkataba. Kiasi cha shilingi bilioni nne tayari kimetolewa na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia TANESCO na kiasi kilichobaki kitatolewa mwaka huu wa fedha kabla hujakamilika mwezi Juni, na hivyo ujenzi huu utakamilika kwa wakati na kwa viwango vinavyotakiwa mradi unatekelezwa kwa hatua tatu ambazo ni usanifu wa mradi, engineering design, ununuzi wa mitambo na vifaa procurement kutoka China na ujenzi wa kiwanda construction. Hadi kufikia tarehe tatu Mei 2025 usanifu wa engineering and design wa mradi umekamilika kwa asilimia mia moja huku manunuzi ya mitambo na vifaa procurement yamekamilika kwa asilimia sabini na tano. Hii sabini na tano ni kwa sababu kule vimeshakamilika kwa asilimia mia moja lakini ili wavisasilishe mpaka vifike hapa tunaacha hizo asilimia 15, lakini vifaa vyote vimekaguliwa, vimeshatengenezwa, vipo vizuri kwa ajili ya kufanya kazi yetu.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 zinakuja kufungwa kama vifaa ambavyo tayari vimekwisha kukaguliwa China, vinasafirishwa kuja hapa kwa ajili ya kuvifunga ili tukamilishe kazi kazi. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, ujenzi huu ukikamilika, kiwanda hiki kitakuwa na uwezo a production capacity wa kuzalisha nguzo 120 kwa siku na hivyo kukidhi mahitaji ya nguzo kwa mkoa wa Tabora na mikoa ya jirani. Mradi huu unatarajiwa kukamilika tarehe 30 Juni 2025 na uzalishaji wa nguzo utaanza rasmi mwezi Julai 2025.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 tunaomsaidia mheshimiwa rais, niwaombe tuusikilize mwangwi wa sauti yake na tusikilize maelekezo yake tuyafanyie kazi, ili wananchi wapate nishati basi. Wananchi wakipata umeme hawana matatizo mengine, wanachohitaji ni tuungane, tujenge nchi yetu. Ninawatakia kila la heri, Mungu awabariki sana. Asanteni kwa kunisikiliza.